Karibu tena msikilizaji wetu katika uchambuzi huu wa kina leo, uh, tunaangazia ujumbe maalum, mm, naam, ujumbe kutoka Power of God Family Ministry ama POGFM kwa kifupi kabisa. Na maudhui haya, kumbuka, yametayarishwa na Eyesees Pictures Worldwide, chini ya usimamizi wa Lantenkira. Chanzo chetu hasa leo ni em, muhtasari na dondoo kutoka kwa somo la nabii Sanga, lile somo linaloitwa ni kwa habari ya upendo usio na masharti, sindio? Hilo hilo. Na lengo letu hapa ni kukupa wewe msikilizaji wetu ufahamu wa kina, yani kiini hasa cha huu upendo usio na masharti, kama alivyoeleza. Sawa sawa, na pia tutaangalia kwa nini kuishi maisha ambayo unajua yanampendeza Mungu na hasa kupitia huu upendo ndio, kupitia upendo huu usio na masharti kunasisitizwa sana kuwa muhimu, yaani kwa mafanikio yale ya kweli maishani, kwa mujibu wa mafundisho haya sawa. Basi twendi moja kwa moja, chanzo kinaanza kwa kusema kitu kizito kidogo. Kitu gani hicho? Kwamba jambo la msingi kabisa, la msingi kuliko yote, ni kuishi maisha yanayompendeza Mungu, mm. mafanikio halisi yale ya kudumu yanatokana na hapo Kumbe. Na hapa kuna kitu cha kuvutia sana anachosema, kwamba Wakristo wengi wanatumia nguvu nyingi sana kujaribu kuwafurahisha wanadamu eh, badala ya Mungu. Yaani wanahangaika kuwaridhisha watu, na maandiko haya yanaonya vikali dhidi ya ile tabia ya kujiona wewe ni bora kuliko wengine kabisa. Anasema hiyo hali ya kujiona bora haiwezi kumpendeza Mungu aliyetuumba sote, yani wote ni wake. Sawa. Kwa hiyo ujumbe wa kwanza hapa kwako wewe msikilizaji ni huu. Pengine e, kuepuka hisia za ubora juu ya wengine na badala yake kuelekeza nguvu zako katika kuishi kwa namna inayompendeza Muumba wako. Hapo ndipo penye siri. Na hapa sasa ndipo panapozidi kuvutia zaidi. Au pengine kuwa pagumu kidogo. Ah, wazo la kuwapenda hata maadui zako, hilo ni gumu, siyo? Ni gumu kweli, lakini ndilo linalosisitizwa kwenye somo hili, kufanya kitu hicho kigumu, kuwapenda hata maadui. Ndiyo, na anatoa sababu, anarejelea mafundisho ya Yesu mwenyewe kule Mathayo sura ya tano mstari wa 43 hadi 45, nakumbuka mistari mm -hmm, hiyo Yesu anasema tusikie tu yale ya zamani, yampende jirani, mchukie adui. Lahasha! anasema tuwapende adui zetu na kuwaombea wale wanaotuudhi. Hapo ndipo penye ugumu zaidi pengine kabisa. Na anatoa sababu, anasema ili tuwe watoto halisi wa Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu yeye huwanyeshea mvua wote, eh? Wenye haki na wasio haki, hasa jua lake huwaangazia wote bila ubaguzi. Kufanya hivi, yaani kuwapenda adui kulingana na maandiko haya kunasaidia kuondoa ile hali ya kujiona wewe ni mwenye haki zaidi, alafu inakaribisha uwepo wa Mungu maishani mwako. Naam, pia inashauriwa kuwaombea maadui zako rehema na msamaha. Na hii inasaidiaje? Inasaidia kwanza kukaribisha baraka kwako, lakini pia kuepuka mitego mingi ya maisha. Ni kama kinga fulani hivi. Sawa, inaingia akilini. Na ili kusisitiza zaidi hoja hii Nabii Sanga anatumia mfano mkuu, mfano wa Yesu mwenyewe mm -hmm. Anasema unajua, Yesu mwenyewe hakulipiza kisasi hata kidogo. Maadui walimfata walimtesa, wakamuumiza, lakini yeye hakulipa ubaya kwa ubaya kamwe. Anatumia mfano ule wa Mathayo 26, pale Yesu alipokamatwa, mwanafunzi wake mmoja akachomoa upanga Akamkata sikio mtumwa, si ndio? Huyo huyo mm. Lakini Yesu akamzuia akamwambia arudishe upanga lani, akasema wote watumia upanga, upanga wataangamia kwa upanga. Ndiyo hivyo, maana yake iko wazi kabisa hapa kwamba kama unajiita mfuasi wa Yesu unatakiwa kuishi kama yeye alivyoishi. Ki, mwenyewe au kutaka kulipiza kisasi, hapo umepata. Kwa hiyo wito ni kuacha ile hali ya kujiona mwenye haki na kukubali upendo wa Mungu utuongoze sisi sote. Na hiyo ndiyo njia, kulingana na mafundisho haya, ya kupata baraka na pia kutangaza ukuu wa Mungu. Ndiyo, kwa sababu huwezi kusema unamtangaza Mungu wa upendo wakati moyoni una chuki dhidi ya adui yako, haileti maana. Kwa hiyo tukijumlisha haya yote, ujumbe mkuu kutoka kwa Nabii Sanga na pia UGFM ni upi hasa kwako, msikilizaji? Ni kwamba kuishi kwa upendo usio na masharti, na hapa tunasisitiza hata kwa maadui. Huo ndio msingi wa maisha yanayompendeza Mungu na ambayo yanaleta baraka za kweli na mafanikio. Ni wito wa kubadilisha mtazamo wetu, yaani kutoka kwenye ile hali ya kujilinda, kujiona bora, kujiona mwenye haki, kwenda kwenye upendo, msamaha na kumwachia Mungu aongoze. Kumwamini yeye ni kukubali upendo kama mtindo wa maisha. Na tunakukamilishia na nukuu hii muhimu kutoka kwa Nabii Sanga mwenyewe. Turuhusu upendo uwe mtindo wa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Na tunakuacha na swali hili la kutafakari msikilizaji wetu. Fikiria kidogo. Swali gani hilo? Je, ni katika eneo gani mahususi maishani mwako leo, sasa hivi, unaweza kuchagua upendo badala ya ile hisia ya kutaka kulipiza kisasi au badala ya kujiona wewe uko sahihi zaidi kuliko yule mwingine?